Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kumtakia rehma kiongozi wa umma huu ambaye si mwingine bali ni mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa kweli ni jambo la kumshukuru sana mwenyezi Mungu kuweza kutujalia sisi kwa wakati huu tumo msikitini kwenye nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu zilizomo ardhini, inna buyuta Allahi fi lardi almasajid. Kwa kwani mtume sallallahu llahu alayhi wasallam amekwisha sema inna buyuta Allahi, hakika ya nyumba za Mwenyezi Mungu fi lardi, katika ardhi almasajid ni misikiti ndo nyumba za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, tumo katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu, tumetekeleza salatul maghrib tena kwa jamaa. Si jambo dogo, watukufu Waislamu. Kuna watu wengi wana akili kama sisi au wametuzidi hata maarifa, lakini hawakupata taufiki ya kuingia kwenye nyumba hii na kufanya lile ambalo sisi tumelifanya. Kisha baada ya hapo tukasikiliza Qur'an tukufu, maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno ambayo yanaitwa muujizatun Khalidatun ila yaumi yunfakhu fi sur, ni muujiza wa milele mpaka siku linapulizwa parapanda la kiyama. Maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo eh, yanayoitwa Qur'an ni mujizatun khalida, muujiza wa milele, tofauti na maneno ya mtu yoyote tofauti na maneno ya kiumbe yeyote, si jini wala si malaika. Hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ukiyasikiliza tu unapata rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, hata usipojua maana yake. Kile kitendo cha wewe kusikiliza tu yale maneno ya Mwenyezi Mungu, wewe unapata una rehema si jambo la mchezo. Alafu mtu mwingine akafanya yale maneno ya Mungu ni uradi, mtu huyo anakuwa kafaulu zaidi, maana kila herufi moja thawabu kumi. Shekh: man qaraa harfan min kitabillahi falahu hasanatun walhasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wa lam harf wa mim harf. Hayo maneno yanatoka katika kinywa tahara, kinywa kilichosifiwa ndani ya Qur'ani kuwa hakitamki uzushi wala utashi wa nafsi, kinywa cha mtukufu wa daraja, kinywa cha Mtume Muhammad man qaraa harfan, mwenye kusoma herufi moja, min kitabillah, inayotoka kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'an falahu hasana, anapata jema moja. Walhasanatu na jema moja hilo, bi ashri amthaliha, uzito wake ni thawabu kumi. La aqulu alif lam mim harf. Mtume anasema, hasemi yeye kwamba neno alif lam mim kuwa ni herufi moja. Bal, bali nasema alifun harf, ile alifu peke yake ni herufi wa lamun harfun, na ile lamu ni herufi, wa mimun harf, na ile mimu ni herufi. Kwa hivyo mtu akisema alif lam mim, kisha tengeneza mema matatu yenye uzito wa thawabu 30, si jambo la mchezo. Lakini mtu anaweza kuikusanya misahafu akairundika nyumbani kwake, ikawa inapigwa vumbi tu, mwaka mzima haijasomwa mwaka mzima haijaguswa. Huu ni msiba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa tena wakati mwingine, tulivyotaimiwa, tulivyogubikwa, mtu anasema kabisa, uh, unajua watoto wangu wanasoma international school asa pale jirani pale kuna madrasa pale, tunawapeleka pale mara moja moja wakapumzike pumzike. madrasa kupumzika. Ni kupumzika ila kusoma international school. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Watukufu Waislamu, hakuna ilmu iliyo bora llah kama kumjua Mungu.